Mtazamaji karibu kwa hvisa, tuende moja kwa moja katika mahojiano, kwa sababu kuna dhana fulani ambao vijana wanaona kama mbea wasikiki, kama sauti zao hazi, hazisikiki, vilio vyao havifanyiwi kazi. Uh, na pia kuna wengine wanasema kwamba labda huenda vijana wakawa sauti wanazipaza lakini kwa njia ambayo sio kwa, kuna mjadala ambao unaendelea, lakini sana wanahitaji haki, manake wanaamini kwamba haki ikipatikana basi nchi yetu itasonga vizuri zaidi, lakini haki kiukwa itakuwa ni mtihani zaidi. Kwa niwakaribishe tena studioni katika siku ya leo, tuzungumzie wakili. Asante kwa kufika uh, studioni pia vilevile vile. Uh, George Msamali asante sana sana kuweza kufika Lucy. Uh, karibu sana ndugu yangu Oponyo uh, Thiongo, na dada yangu Njeri Kaiga. Lakini moja kwa moja kabla mwanze, kunajua mna mengi mnataka kuweza kuyazungumzia, lakini kwanza, ningependa tuanze na ndugu yangu George Msamali na tuna maswali mawili tu. Uliona kilichofanyika katika kituo cha polisi cha Central na baadaye ukaona kwamba waliokamatwa kwa walio kuhusishwa miongoni mwa maafisa wa polisi walichozungumza kwamba alikuwako kwa ni agizo ama amri ama aliambiwa na baadhi ya wakuu wa polisi. Unazungumzaje kuhusana utaratibu huo kama mchanganuzi wa masuala ya usalama? Kwa kweli, aa, nikifuata utaratibu huo naona ya kwamba kulikuwako na kwa kulikuwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika kituo cha Sento na jinsi walivyokabiliana na hili suala la Albert Ojwang. Nakumbuka ya kwamba tumejaribu kuibadilisha sura ya huduma ya polisi kwa kipindi kirefu sana maanake mimi wakati nilikuwa katika huduma mm -hmm. Ili suala la kusema amri kutoka juu lilikwepo kwa kubwa zaidi, na wakati huo ilikuwa ni ile serikali ya Daniel Arap Moi nikaja mm -hmm. nikahudumwa kidogo tu katika serikali ya um, Kibaki mm -hmm. na tatizo ambalo tulilipata kwa sababu ya hili swala ya kusema ni amri kutoka juu mm -hmm. na hauwajibiki wewe mwenyewe kama afisa hauwajibiki kama komanda lilitufikisha mm -hmm. mwaka elfu mbili na saba yale machafuko ambayo tulishuhudia wakati huo, uharibifu wa mali, tukapoteza maisha, wengi wakahamishwa makazi, na ndiposa ikawa ni kwamba lazima tuwe na mabadiliko ya mawazo mm -hmm. na kisha wakati tulienda, tukawa na zile tume kadhaa ambazo ziliketi na kuangalia hili swala, ambapo maafisa wa polisi walikuwa wanatoa malalamishi wakisema, sisi hupewa amri tu, na katika mafunzo, katika vyuo vya mafunzo ya polisi, ambapo mimi pia nilikuwa mwalimu jambo ambalo tulikuwa tukilisema ni kwamba amri ni kubwa kuliko anayeitoa. mm -hmm. na ni ngumu zaidi ya mawe, kwa hivyo amri ni lazima ifuatwe, lakini kwa sababu ya haya matatizo ambayo tulishuhudia baadaye, ikasemekana ya kwamba basi tubadilishe, tuone je, tutakuwa na sura ambayo ya polisi ambayo itakuwa uh, nzuri zaidi, ambayo maafisa wa polisi watakuwa kwa pale kuhudumia wananchi. mm -hmm. tukawa na the Working Commission, tukawa na, na tume ya Kriegler na tukawa na ile tume ya Ramsley zote zikatoa mapendekezo yao, na kisha hayo mapendekezo ambayo yalitolewa wakati huo mm -hmm. yakawekwa katika katiba ya elfu mbili na kumi. Kisha tukabadilisha jina la polisi, si kikosi cha polisi tena, bali tukasema sasa iwe huduma ya polisi. Na baadhi ya mapendekezo ilikuwa ni kwamba afisa yeyote ambaye atatekeleza jambo ambacho ni kinyume na sheria mm -hmm. atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Kwa hivyo hili suala ambalo tumelisikia kwamba nilipewa amri, tayari yeye amevunja sheria na ni lazima achukuliwe hatua. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yalikuwa yanafanyika na hata hivi sasa mm -hmm. ya, bado yapo, ingawa tumejaribu sana kupiga hatua kubwa ya kubadilisha uh, huduma ya polisi. Kwa hivyo kama nimekusoma George Msamani, ni kwamba kwa ndugu zetu, maana yake naamini hapa pia katika familia zetu tuko na maafisa wa polisi ambao ndugu zetu wanafanya kazi aa, na kumekuwa na ule uoga, tusidanganyane, kwa maafisa wa polisi, hususan ikiwa wewe uko hauna cheo, daraja la chini, vigumu kukiuka amri unaopewa na mkubwa wako, sio tu kwa, kwa kitu kibaya, kwa chochote kile utafanya tu kwa sababu imetoka kwa, ni kule ni ya saa saa na mambo yanaendelea. Rashid haikui ni saa saa mpaka mwisho. Maanake hawa maafisa hupewa mafunzo maalum katika vyuo mafu, vya mafunzo ya polisi. Kuna uh, funzo ambalo tunaliita PPT, Police Practical Theory. mm-hmm. pale mwa, uh, afisa anapewa mafunzo kuhusiana na masuala ya sheria criminal procedure code, jinsi ya kumkamata mtu na kumfungulia mashtaka unapewa mafunzo ya Evidence Act ya jinsi utakavyompeleka mshukiwa kotini na ushahidi gani ambao unatarajiwa. mm -hmm. na kisha unapewa mafunzo katika penal code, ambayo penal code inahusiana na makosa yoyote ambayo unaweza kumkamata mtu na mtu ukamatwa, kuna aina mbili ya kukamatwa. mm -hmm. kuna ya kwanza ni lazima kuwe na warrant kutoka kotini ambayo tunaita non cognizable offenses. mm -hmm. zimewekwa pale na kuna cognizable offenses ambazo ni hayo ni makosa ambayo yanapatikana katika penal code. kwa hivyo mm -hmm. wakati wote unaenda kutekeleza wajibu wako, kumbuka utawajibika wewe mwenyewe kama afisa na kuna njia ambazo ziliwekwa katika katiba ya elfu mbili na kumi ambapo afisa ambaye anaona kwamba amepewa amri ambayo inakinzana na sheria mm -hmm. anaelezwa jinsi anavyoweza kuchukua hatua ili aweze asitekeleze amri ambayo yeye kwake anafahamu kwamba hii amri ni kinyume no, na sheria, nanaona kwamba unapozungumza ndugu zangu wote kuwa wanaitikia kwa kichwa ni kwamba labda wanakubaliana yako na, na wataka tayari kuchangia, lakini kwa swali moja tu kabla tuanze kuchangia ni kwamba kwa utaratibu uliotumika kwa jinsi alivyokwenda kuchukuliwa uh, marehemu mwalimu Albert Ojwang hadi kupatana na umauti wake katika utaratibu wa jinsi ambao maafisa wa polisi walitekeleza utaratibu wao kiwewe, ulikuwa sawa ama ulikiuko? Nafikiri polisi wametoa sababu zao za mm -hmm. kwenda kumchukua Albert kutoka Kisumu mm -hmm. na kumlete kumsafirisha hadi Nairobi mm -hmm. Lakini ukipiga darubini utaona kwamba kulikuwa kuna ukiukaji wa haki. Manake uh, bwana Amina alipoulizwa mm -hmm. malalamishi yalitoka kwa nani? Wakasema malalamishi yalitoka kwa DIG Lagat mm -hmm. Kwa njia ipi aliandika barua? Kwa kweli kisheria kuandika kwa barua ukisitoa malalamishi haujapiga ripoti kamilifu katika kituo cha polisi. Maanake sheria inasema ya kwamba lazima ripoti ipigwe kwa kituo cha polisi ambacho kiko gazeted. kisha iingizwe katika kile kitabu maalum ambacho tunakiita obi mm -hmm. na kisha upewe obi namba, hapo tunakubali ya kwamba malalamishi yameshafanywa. Kwa hivyo ni wazi ya kwamba hakuna malalamishi na hakuna mlalamishi. Na kisha wakati walipokuwa wanamkamata, mm -hmm. wakili atakueleza kwamba kuna jambo la kwanza ambalo lingefanywa pale Eh, lazima atahadharishwe ile tunasema cautioned, ya kwamba unakamatwa na sababu ya kukamatwa ni moja mbili tatu, na kisha unaambiwa hauruhusiwi kusema chochote na ikiwa utasema chochote, uhum. basi kile utakachosema kitatumika kama ushahidi uhum. ikiwa hilo halikufanywa na wananchi wote lazima wajue kwamba wakati wote unapokamatwa ni lazima utahadharishwe na maafisa wa polisi ambao wanatekeleza Uh, uh, uh, uh, ukamatwa huko. Kwa hivyo ukiangalia vile hali ilivyotekelezwa, na pia tunaambiwa kwamba ukikamatwa ukiwa Eldoret, kuna koti pale Eldoret, ni lazima ufikishwe pale mahakamani, na kisha polisi waombe ruhusa ya mahakama kukusafirisha wewe kwa sababu moja mbili tatu, hadi Nairobi ili uweze kufunguliwa mashtaka Nairobi. Ni kwamba ni lazima ruhusa itoke kwa mahakama ni kama vile tu, ni kama vile tu ukikamatwa Kenya na unataka kupelekwa Uganda unafikishwa mahakamani. Kwa hivyo amri lazima itoke ndani ya mahakama, that is the judicial process. Kwa hivyo ukiangazia tu hali ilivyokuwa kwako kumkamata, hawakumpa ile tahadhari, wamemweka kwenye gari, wamemleta mpaka Nairobi. Sheria na haki za kibinadamu zilivunjwa. Na bila shaka mtazamaji, ndio maana tumeleta hili jopo. Lengo ni kuweza kuyazungumza yaliyojiri, na lengo pia vilevile vile ni kuweza kupata elimu ya kujua kipi cha kufanya wakati fulani. Tutazungumza pande zote mbili, haki za polisi, haki za aliyekamatwa, na pia haki za waandamanaji na wapi ambao wanaweza kukiuka. Nitamleta wakili kwa dakika moja, eh, ndio niweze kuwakaribisha ndugu zangu Oponyo uh, Njeri Kaiga, Lucy na Thiongo. Uh, kuna mengi yameweza kuzungumzwa hivi sasa. Na, na kile ambacho vijana hawa ndugu zetu ambao wanakwenda barabarani ni kwamba imefika malo na kwamba ni taifa ambao kwa, kias kwa, uh, kwa kiasi fulani kwa visa vilivyopo aliheshimu haki. Kwa hiyo kama mwanasheria unalizungumzaje hilo? Kwanza nashukuru kwa mwaliko Rashid. Na ili swala ni kweli kwa kiasi fulani kunao uh, uh, mwongozo ama maoni uh -huh, kwamba serikali haiheshimu haki za wananchi na marking scheme ya kama mtu anakiuka ama anaheshimu haki za mwenzake hapa nchini Kenya, hiyo marking scheme iko katika uh, constitution ama katiba yetu uh, pale article 21 kama kipengee namba, nambari ishirini na moja Ja. Katiba kinampa, kinawapa state ama nchi na uongozi uliomo kwa huo wakati, jukumu ya kulinda kuendeleza na kuhakikisha kila mtu amepata haki yake na zile haki katika ile katiba. Haki ni nyingi, kuanzia haki ya maisha, ya privacy, haki ni nyingi sana, na ile haki ambayo sana sana wananchi wameona ni kama serikali imekiuka sana na haiheshimu, ni haki ambayo tunaita haki ya ambaye amekamatwa na haki dhidi eh, ya uh, mistreatment ama ile harassment uh -huh. Na pia haki ya maisha, right to life. Hizo haki tatu ndizo zinaonekana kwa wazi eh, serikali haijaziheshimu. Na nikianzia na hiyo haki ya right of an arrested person aliyekamatwa yeah ni dhahiri katika katiba ya kwamba unaposhikwa ama unapokamatwa na askari polisi, lazima kuwe kunayo ripoti hiyo. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima anayekushika askari akueleze yeye ni nani na nambari yake ya polisi, iwe kama amevaa sare yake ama hajavaa, lazima akueleze yeye ni nani na nambari yake ya polisi. Jambo la tatu, lazima yule askari polisi akueleze hmm. Wewe fulani fulani nimekuja kukushika kwa sababu ya hii hatia ya kisheria. Na anapomaliza kukushika, anakupeleka katika kituo cha polisi, ambayo ni dhahiri kile ni kituo cha polisi, sio mahali pengine. Atakupeleka kituo cha polisi, akufikisha hapo hapo ataandika obi na atakwambia, nimekuandikia, na anakuweka ndani. Kama atakuweka ndani, atakupa sababu za kuto kukuachilia na dhamana ya mm -hmm, polisi lakini ni haki yako kama mwananchi, kwa ama aliyekamatwa kuachiliwa na dhamana. Unapokaa uh, pale ama unapowekwa kwa seli mm -hmm, askari polisi hafai kukuweka kwa ile seli zaidi ya masaa ishirini na manne kama hajakupeleka katika mahakama na kama hajatayarisha charge sheet na kupeleka mahakama, lakini kama ni ni weekend ita, itapita itakuwa ile siku ambayo inafuata ambayo koti inashuhudia ina, ina no. Sasa haya maneno mpaka, mpaka hapo Rashid, ndipo uh, shida ya wananchi na serikali imetokea. Maanake kama mwalimu Albert Ojong vile aliposhikwa alipokamatwa kule Homa Bay alishikwa, hatuwezi jua kama kuna uh, tuliambiwa na babake hakuelezwa manake, ameshikwa kwa nini, kwa sababu katiba inasema lazima nikueleze kwa hakika umeshikwa kwa sababu ya kosa fulani na fulani, ndio ameripot. Na vile alikuja akawekwa hapa kwa Central Police Station. Ni dhahiri ya kwamba yale ambayo yalitokea ndani ilikuwa ni dhuluma, na hiyo ndio ile haki ya pili ama kipengee cha pili ambayo wananchi wanaona serikali imekiuka ile harassment ya polisi ya wanapolisi kwa anayeshikwa, na ya tatu ni mm, haki ya maisha, right to life. Na haya yote katika article 21, mm, the state ama serikali imetwikwa jukumu na sio jukumu ya katiba, ama serikali inaweza kulinda haki ya mwananchi ni jukumu, the state must protect ha bila shaka nafikiri kwamba ni jukumu ambalo sio mambo ya, ya kama wanaweza lazima watekeleze, ni sharti ambayo wameweza kupewa. Na nije kwa sasa hivi kuzungumza, tuanze na oponyo yuji kwamba uh, ni, ni tukio moja ambalo lilikuwa lilifanyika halafu likazalisha tukio jingine, wakati na uh, wananchi wanakwenda kuandamana na ndugu zetu wengine wakapata majeraha mabaya, hata kuna mmoja ambaye alipigwa risasi. Eh, kwa karibu zaidi akionekana kwamba si kwamba ana kaidi ama anasumbuana, ndio likaibua kazidisha moto zaidi. a, ni kipi ambacho mnakitaji kwa sasa, yale maandamano ambayo yanafanyika, kwa sababu ni muhimu tuweze kuzungumza, ambayo yanafanyika, ni lipi ambalo laiti litafanyika, kama leo hii Uponyo utasema kwamba mimi naamini mimi na, na wale ambao wanaandamana hawataandamana tena. Asante uh, Rashid Asante kutualika na mimi ungeniruhusu niseme hili uh, wewe ni Muislamu mimi nimebro katika familia ya Kikristo Nga, na lakini nimeweza ku, kujua jinsi ya vile wenzangu Waislamu wanakaa na Mtume Muhammad anasema amana, uh, ni uongozi mm -hmm, na amana inapochezewa mm -hmm, amana inapodharauliwa mm -hmm, anapo amana inapopigwa vita hicho inamaanisha tunakaribia kiama, so sisi kama Wakenya lazima tujiangalie sana, sisi kama vijana lazima tujiangalie sana. Na mimi nimekuwa mstari wa mbele kuambia vijana hii siyo njia mwafaka, manake mimi nawaelewa polisi wa Kenya, mimi naelewa maandamano. Nimekuwa hata ukiangalia katika historia ya nchi yetu, hakuna maandamano ambayo imekuwa ya peaceful Maandamano yote ime end up ikatan violent. Kwa, kwa sababu gani? Tuko katika inji ambayo haijiwezi na inji ambayo haijiwezi inamaanisha kuwa chakula ni nadra sana kwa watu wengi kupata. The moment mnasema twende katika streets, unapata kuna watu wanakuja kutaka kuteka advantage. So tunapo dharau hii amana, ipo siku kiama yetu inafika, na Mtume Muhammad anatuonya sana tusichezee uongozi tunaweza kuwa tuko na tatizo na mheshimiwa William Ruto, tunaweza kuwa tuko na tatizo na polisi lakini, uh, uh, ndugu yangu Rashid mm -hmm. kitu ikifanyika hapa sahii kama maskari wetu, tukio lilitokea kama la Westgate. mimi na wewe tutaenda, tutaanza kuangalia maofisa wa idara ya usalama waende kutuokoa sisi kama Wakenya. so, mimi, mimi uh, wa Kenya wote tuangalie hivi, tusilichukulie kuwa maandamano ndiyo njia uh, uh, mbadala ambayo italeta Uh, uh, mabadiliko ambayo tunahitaji kwa sababu tumekuwa tukipigania haki za uh, Albert Ojwang, siku, siku ambayo tuko katika maandamano uh, Bonface Kariuki pia anapigwa risasi na askari. Manake askari wako na frustrations, ndio maana Waziri Murkomen alitoa wa statement akisema kuna training and education to both the police officers and the citizens kwa sababu hatuwezi endelea hivi Rashid, hatuwezi chukia uh, mandugu zetu wa polisi na mandugu zetu za polisi. Haifai waue mandugu zao ambao ni wananchi wa kawaida maanake, sisi sote ni Wakenya. Wale watu ambao umeona katika streets uh, Nairobi, wote ni wa Kenya. Akua... Kuna mtu kuna mtu anatakuwa nakusikiliza oponyo, uh, kwa sababu ndio mambo yalipo, atasema kwamba oponyo ni msaliti kuna wale ambao wanakusikiliza mfano no. amekusikia tusema kwamba ni msaliti, kwa sababu uh, anasema kwamba njia ya maandamano sio takozalisha matunda, lakini wananchi wanaamini kwamba tumefanya haya maandamano no. uh, na kuna mambo yanayoonekana kwamba baada ya maandamano haya serikali kafanya hivi, baada ya maandamano haya hivi, baada ya maandamano. Kwa hiyo ni kwamba endapo serikali ama na maafisa polisi watatuacha tutekeleze maandamano yetu bila kuingilia kati, na endapo kuna kama ulivyosema, kuna vijana ambao watatake advantage kuja kuingilia maandamano kwa labda maandamano ndio maana pia akajumuishwa katika katiba yetu ya Kenya kwamba bora tu yawe ni ya amani. Hatukatai si wa CN, wa, wa ya maandamano Rashid, nielewe vizuri, siambii vijana waachane na mambo ya maandamano, sisemi maandamano it's not a way, a constitutional way of advocating for grievances and demands of the young people Naamu. Kile nasema Naamu ni hiki, unaangalia njia ambayo mnaishi. Una, unanielewa, hii njia ambayo tunaishi, watu wengi sana saa hii hawawezi pata chakula watu wengi wamelala bila kukula chochote. Na kwa sababu gani? Sisi wenyewe hatatuzalishi chakula ambacho kinatutosha, so kile naambia vijana, ndiyo mtaniita msaliti, lakini siku ya kiama ikifika, manake ukiangalia hizi hizi au majirani zetu wengi wanapigana. Tumekuwa katika civil war 2007 Lazima tukue watu ambao tume, tumeweza kulearn from that. Hatuwezi kuwa tumekuwa katika civil war 2007, majority of us tulikuwa watoto maybe, ndo maana tuna tukanana, ndo maana tunatusiana. Kile najaribu na, na kuwasiwa wakenya wenzangu ni tukue na restrain, tukue na calm Tuweze kurudi nyuma, tuelewane. Sisi sote ni wa Kenya, hakuna mtu ambaye anaama hapa, awe askari, awe mwalimu, awe daktari. Sisi sote ni wa Kenya na tunahitajiana. Sisi sote, it is a time we must have a conversation. The country is not headed in the right direction, and if the country is headed in this direction we are keeping on pushing. Sisi ni sisi wa Kenya. Rashid, sasa hivi vita ikitibuka hapa Nairobi, jinsi vijana wanajaribu kusukuma ile mkate tuliniolewa shilingi hamsini by jioni itakuwa shilingi mia tano. Ushanielewa? so yeah. Hakuna mtu anataka vita, hakuna mtu asemi polisi wana wadhulumu watu hatukatai hilo , lakini tunasema polisi wakidhulumu watu, na sisi pia tuanze kudhulumu polisi? Nani an eye for an eye, mgani nani atabaki? Na sisi sote ni wa Kenya, so kile ninachoomba ni sisi kama vijana tukuwe na restraint, tuelewe ndiyo hii uongozi ambayo tunaichezea tunaitupa, kwa sababu achana na William Ruto, Ruto atatoka iko siku Ruto atatoka, hata kapo milele na milele na akitoka, tuendelee na hizi mambo tunafanya, nji nasonga mbele ama isongi mbele? Lakini tungekuwa tunatumia hii energy tunatumia kwenda kwa street kuingia katika mashamba tungekuwa tunabadilisha maisha yetu, tungekuwa tunatumia hii energy ambayo tuko nayo, ndugu yangu Rashid, tunaingia katika kubadilisha, kufanya usafi. Think of it, if we do a peaceful protest to do a clean up in Nairobi CBD, we all complain Stangunja. the city is not in the right direction, why can't we come out in large numbers the way we want to come out to protest and say look, this is our peaceful protest, we are going to do a clean up as we seek for justice for the people that have been killed by the police. Shukran sana polieua kuzungumza sana. Uponyo kauli yake anasema kwamba ikiendelea hivi, kila mtu anavuta upande wake, kimtazamo wake, anasema kila mtu akivuta upande wake, huenda tukajikuta mahali pabaya zaidi. Ukizungumza alikuwa anamwangalia Lucy, anakutizama kwa karibu sana sana sana, akiwa ana, anataka kuzungumza. Lucy, umeweza kumsikiza ndugu yetu, anasema kwamba sawa, polisi hawatekelezi ya sawa wananchi wanatafuta haki lakini kila mtu akishikilia upande wake kwamba yeye yuko sawa mwenzake yuko sawa kimtazamo wake taifa tunalipeleka mahali pabaya zaidi unazungumzaje uh, asante kwa mwaliko uh, tunafurahia sana umetuita hapa kwa sababu hata mambo ambayo inaendelea ku mambo ambayo inaendelea kwa nchi ni kwa sababu hatujakuwa na haya mazungumzo kati yetu na serikali mimi nitasema haki ndiyo silaha ya mwananchi kwa sababu wakati haki yako imekiukwa unapata kwamba hakuna usalama kwa wananchi, na wakati una ambapo una unahisi kwamba usalama haupo, hakuna mazingira mazuri ya kutekeleza labda, e, mabiashara hata hakuna jambo ambalo vinaendelea. Tunapata kama wakati town kuna maandamano, watu wengi wamefunga mabiashara yao kwa sababu wananchi wanasikia wanahisi kwamba hakuna usalama ukifungua duka lako kitakalotokea. Kwa hivyo mimi nitasema hivi e, njia ya maandamano tunasema kwamba e, haki ya maandamano ni haki e, kulingana na pia katiba tuna haki ya kuandamana, e, na ni ukweli, tukiendelea kuandamana mambo mengi yanaendelea kutokea, kwa sababu kutokana na maandamano ya Albert, kuna wengine ambao wamejeruhiwa. Kama kwanza hata Jan juzi tumekuwa na mwanafunzi katika ki, e, shule kuu ya Kenyatta University ambaye pia ali Alipigwa risasi na inaendelea kuleta eh, mambo mengine mabaya, mengi mabaya lakini tunasema kwamba haya maandamano serikali it's not coming through, ambavyo tuna expect, because kulingana na mimi, na expect, tukiandamana serikali haifai kukuja tena na sisi kutudhulumu, inafaa kutuuliza, mnataka aje? Tunaweza kaa chini na ku have a discussion. Kwa nini mnaandamana? Kila mtu anajua reason ya kuandama. Lakini serikali itakaa na, na, nani wakati umesema kwamba maandamano yetu haya yana kiongozi, ya yana sura, yana kabila. Kwa hata kama serikali ikisema sawa, tunataka tuje tufanye kikao, wanakaa na nani? Ama labda pengine, mngependa tu serikali isikie kile mnachokisema na itekeleze moja kwa moja. Maanake, kukaa, sidani atakaa na nani serikali? E, mimi, kitu ambacho nitasema ni, ni eti tuko tribeless. No. Lakini mambo ya kusema eti hatuna kiongozi, kwa kweli, kuna yule ambaye anaongoza hayo maandamano. No. Na wakati e, polisi wanakuja pale wanaanza kupiga watu risasi. Sidhani hiyo ndio njia mwafaka pia, kwa sababu wanafaa wakuje, wanauliza kwa nini mnaandamana, tulieni tuna, unajua hata e, tulikuwa tunapata tunasemanga, fasihi ni kioo cha jamii mm -hmm. ya wakati ambapo kama mimi kitabu nilichokisoma high school ilikuwa mm -hmm. inaitwa Kigogo kulikuwa mm -hmm. na kiongozi mmoja ambaye alikuwa anadhulumu wananchi na unapata kwamba wananchi ambapo wanajaribu kusema that hatutaki hiki, unatuongoza vibaya e, uchumi umeharibika. Ulikuwa unapata pia kuna mambo kama haya, polisi wanakuja wanaanza kudhulumu wananchi, na wakati ambapo wananchi wanadhulumiwa e, wanafika mahali hadi kiongozi anafika mwisho, utapata kwamba polisi wenyewe watafeel that hii si haki ambayo tunafanyia watu because pia wow, wao ni, binadamu kama sisi no. Baadaye utapata wao polisi ndio wamekuja kwa wananchi, wameungana na wananchi na viongozi wamebaki peke yao, so hawatakuwa na suluhisho lingine, kwa sababu utapata the government itabaki peke yake, na saa hii the government inakuwa protected by the police. So the police wakiungana na mwananchi, utapata hawana nguvu. Kwa hivyo kitu ambacho mi naweza sema ni eh, wacha polisi, kwa sababu hata si wote wabaya. Yeah. Kama vilivyosema kuna watu wengine wa familia zetu ambao pia ni mapolisi mm -hmm, lakini pia ukisikiza the views wanasema kweli huyo hakufanya vizuri, alifaa kufanya maybe hivi na hivi, unaona. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kwa polisi, watuelewe kwa sababu hatuandamani kwa sababu kuna amani, hakuna usalama, uchumi umeharibika. Tumeona kwamba the budget ambayo imesomwa na the finance bill ambayo iko hapo kuna taxes zimeongezwa on social media, kwa mkulima mdogo. Kwa kweli, tutakosaje kuandamana wakati ambapo na feel nguo zangu, kiatu ambacho nauza online tax imeongezwa, na nikijaribu kuongea kwa kwa mtandao nashikwa. Tuliona mtu kama Rose Njeri ya ambaye alikuwa mtaalamu wa e, mtandao ame come up with a website ya labda watu ku kusema ambacho wanataka kifanywe ama ni nini si kizuri, amekamatwa kwa sababu gani? Hakuna yani, serikali haitusikizi, because platforms ambazo tunaweza ongea, unaongea unaona eh utakamatwa the, the other minute so the only way you can eh, express whatever you want to say ni kwa maandamano because kwa maandamano mtasema hatuna kiongozi. kwa sababu gani? ukijitokeza kama kiongozi na kutetea wengine Naam. unashikwa na unauliwa, lakini sasa wakati ayo, kwa kwa, kwa ma... Ma... zile njia zingine ambazo ungependa kuzitumia sio salama yes, ile ambayo ni salama ni ya maandamano, na pia najaribu kufanywa isiwe salama. kwa maoni yako uliozungumza, ya ni kama naweza sema hivyo, kwa sababu wakati najitokeza kama kiongozi kutetea haki Naam. napata kwamba sita- sitachukuliwa ambavyo nafaa kuchukuliwa, nitashikwa ama niuliwa, kwa hivyo naogopa. So the only way I have ni kwenda tu kwa streets tu. Yes. Na mtazamaji, nafikiri ukiangalia, nafurahi sana kwamba watu wanazungumza na ni vizuri tengine tuweze kuelimika na ndugu zetu, maanake wanazungumza yaliyo ndani ya, ya moyo yao. Na hii ndio taswira ya jinsi ambavyo wananchi wanavyochukulia serikali iliyo madarakani na ndio wananchi wanavyochukulia kuhusiana na maswala ya haki. Kwa ufupi, ukiangalia katika machache tuliyoyapata hapa ndani ni kwamba wananchi wanazungumza wananchi wanazungumza na wanaendelea kuzungumza, lakini kama alivyozungumza uh, Lusi ni kwamba serikali, je, imesikia wana, wanachozungumza wananchi? Endapo serikali imesikia naanze kufanyia kazi, sidhani kwamba itafikia wananchi wazidi kwenda kwenye maandamano, lakini kama wanazungumza na awasikizwi basi maandamano ataendelea. Lakini upande wa pili naye ndugu yangu Waponya anasema kwamba hawa hiyo njia ambao wananchi wanazungumzia serikali awezi kusikiza, maanake sio njia sawa kuna njia ambayo zinaweza kufanywa na serikali ikasikiza kilio cha Mkenya. Tuko katika njia panda, mtazamaji. Tutarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.